Ndio maana Biblia anasema kwamba akaenda akamwambia ndugu yake njoni nimemwona Masihi. Kwa hiyo Andrea naye anathibitisha kwamba tumemwona Masihi ambaye ndiyo Yesu Kristo aliyeandikwa katika nini, katika Torati analithibitisha neno hilo kwamba huyu ndiye tuliambiwa kwamba ni mkombozi, ni mwokozi wa maisha yetu. Lakini mstari wa ishirini na tano, wa arobaini na tano, Biblia vinasema Filipo naye akamwona Nathanieli akamwambia tumemwona yeye aliyeandikwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu. Nathanieli akamwambia Nathanieli akamwambia, laweza jambo jema kutoka Nazareti? Sikiliza nikwambie, Mungu ameweka hatima ya thamani katika maisha yako. Mungu ameweka baraka kubwa katika maisha yako. Yamkini elimu ulionayo, kwa sababu ya udogo, wewe mwenyewe unafikiria hakuna kitu unaweza kufanya, watu wanafikiria hakuna kitu unaweza kufanya, dunia inaamini hakuna kitu unaweza kufanya. lakini elimu ulionayo, maisha unayoishi leo kama utamwamini Yesu na kumtumainia yeye hayana uhusiano na baraka ambayo Mungu ameweka kwenye maisha yako. Mungu amebeba hatima iliyo njema. Watu waliposikia Yesu Kristo anatoka wa Nazareti, wakasema Nazareti ni kama Tandale, haiwezekani. Nazareti ni kama Majoe, haiwezekani. Nazareti ni kama Mabatini, hakuna kitu kinaweza kikatoka pale, hapaeleweki pale. Nazareti ni kama Sombetini kule Arusha, hamna chema. Lakini Biblia Takatifu inasema Yesu alitoka Nazareti. Katika udogo ulionao katika udhaifu ulio nao katika dhiki ulionayo katika tabu na mateso ulio nayo, kama utaamua kugeuka na kuamini mamlaka ya Mungu iliyoko ndani yako na kusimama katika imara na uthabiti, Mungu atakuinua na utaona utukufu wake. Lakini Nathanieli alipokutana na Yesu akamwambia Yesu, umepataje kunitambua? Yesu akamwambia, toko ulipokuwa chini ya mtini, kabla haujaitwa, kabla Filipo hajakuita nilishakuona. Akamwambia, rabi wewe huu mwana wa Mungu, ndiye mfalme wa Israeli. Yesu akamwambia, kwa sababu nalikuambia nilikuona chini ya mtini unaamini? Utona mambo makubwa kuliko haya. Mpendwa mwana wa Mungu, kuna wakati unaamini, kwa sababu umesikiliza maneno haya, lakini kadi utakavyokuwa mwaminifu kufuatilia vipindi hivi toka tunapoanza mpaka mwisho, utashangaa utaona mambo ya kusajabisha na kushangaza katika maisha yako. Ndio maana Yesu akamalizia mstari wa hamsini na moja kwa kusema akamwambia, amini amini nawaambia mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa kwamba mbingu zitafunguka na malaika wa Mungu watakwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu wakimhudumia mwana wa Adamu. Jioni ya leo Mungu ameleta neema kwenye maisha yako, kama utakubali kulisikiliza neno hili, kama utakubali kugeuza maisha yako, kama utamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nimekuambia Mungu amenipa mamlaka Yesu amesema, "Angalia nayo nuru yang'aa gizani, wala giza likuiweza." Biblia Takatifu imethibitisha kabisa hapa. Yohana kamthibitisha yeye ndiyo mwana wa Mungu na niyo Mungu halisi. Filipo alipomwita akathibitisha, tumemwona mwana wa Mungu. Andrea akathibitisha, Nathanieli amethibitisha kwamba huyu ndio amebeba ukombozi wako leo. Na leo Mungu amenipa neema, Mungu amenipa neema niombe kwa ajili yako, kwa kuwa Mungu wetu yeye ni nuru ing'ayo gizani wala giza halikuweza. Lakini Mungu anajua tabu ulionayo, ninakuombea wakati naendelea kuomba. Kuna watu watakuwa unafunguliwa, utaangalia namba za simu ambazo ziko hapo chini. Kwa namba hizo za simu, unaweza ukanitumia message au ukafanya mawasiliano na mimi, tukaandaa appointment nzuri, na nikaendelea kufanyia maombi, na nina uhakika utamwona Mungu na utukufu wake. Siku ya leo, ninataka niombe nuru ikaingie kwenye maisha yako. Giza lolote ambalo adui alipanda, haijalishwa aliweka wachawi, haijalishwa aliweka waganga haijalishi waliweka majirani, haijalishi ni ukoni familia, giza lolote la kukataa kuolewa, giza lolote la kuharibu mimba, giza lolote la utasa ndani ya maisha yako, giza lolote la umaskini, la kuanza na kupoteza, kwanzia leo, ninaling'oa kwa mamlaka jina la Yesu, kwa maana imeandikwa, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Na iye nuru ninaiita kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristu. Jehova, ninaamuru nuru ikaangaze ndani ya mtu huyu, popote alipotekwa, kokote alikoshikwa chochote kilichomfunga kwa mamlaka ya jina la Yesu, Jehova ninaamuru nuru ikaingie kwanzia sasa, minyororo ikakatike. Tazama Jehova, ninaona minyororo inakatika, falme za giza zinakatika, mamlaka za giza zinaondoka, ngome zinapasuka, malango yanafunguka katika jina la Yesu Kristo. Baba amenipa neema ya kuwatoa toa magerezani, Baba amenipa neema ya kuwatoa toa vifungoni. Kifungo kilichoshika maisha yao, tabu iliyotaabisha maisha yao, mangaiko walio nyanyasa maisha yao, ninawakomboa katika jina la Yesu Jehova nisi Mungu mwenye nguvu. Baba ninakusihi, achilia ulinzi, achilia neema, achilia ustawi, watu hawa wakafanikiwe. Katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru amen. Mpendwa mtazamaji wetu, Mungu ametupa neema, tumemaliza Injili ya Yohana sura ya kwanza. Endelea kufuatilia kipindi chetu Injili ya Yohana sura ya pili. Kadri unavyofuatilia hizi series ndivyo Mungu anavyoendelea kukufungua na kukusaidia, na mwisho utaona utukufu wa Mungu. Mungu akubariki, neema ya Kristo kufunike.